Komradi Dadaangu Lea Ulaya, rais wa chama cha walimu nchini, Komradi Suleiman Ikomba, makamu wa rais wa chama cha walimu Tanzania, Mwalimu Joseph Misalaba, kaimu katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania, Mwalimu Nation Amos Kidudu, kaimu mweka hazina wa taifa wa chama cha walimu Tanzania, viongozi wengine wa vyama vya wafanyakazi ndani na nje ya nchi, viongozi wa mashirika ya taasisi mbalimbali za elimu watendaji wakuu wa MCB na tumemwona ametoa salamu hapa WSF, WCF, PSSF, NSSF, NHIF na viongozi na maafisa wengine wa serikali mliopo, viongozi wa dini mlio tuendeshia maombi hapa, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa chama cha walimu Tanzania, waandishi wa habari walikwa wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mshikamano, ndugu walimu. Naomba nianze kwanza, kabla sijasema mengi, kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uzima na afya na kutukutanisha hapa leo kwenye mkutano wa saba wa Chama cha Walimu mwaka 2025. Napenda pia kuwashukuru sana viongozi wote wa serikali na viongozi wote wa CWT kwa uratibu mzuri wa mkutano huu wa mwaka 2025. Niwapongeze wote kwa maandalizi na mapokezi mazuri mlionipatia. Ongereni sana na asanteni sana. Kama ambavyo wengine hawafahamu, mimi nimehudhuria mikutano ya namna hii mara kadhaa, nikiwa mwalikwa na wakati fulani nikiwa kiongozi wa Chama cha Walimu. Nimeona mikutano mingi iliyoandaliwa. Naomba nikiri hapa kabla sijaenda mbali kusema kuwa ule mkutano uliothibitisha kwa mara nyingine chama cha walimu si tu chama cha kawaida, ni chama kikubwa chenye taaluma muhimu nchi yetu. <coughs> Nawapongeza sana wale walioandaa, wale walioweka vichwa vyao kwa pamoja kuitengeneza sura ya mkutano huu kuwa ya kisayansi na kumfanya kila mjumba aliyemo humu kujinafasi na kufurahia siku hii muhimu ya mkutano wa saba wa chama cha walimu kama mnavyofahamu mlimwalika mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili yeye awe mgeni rasmi kwenye tukio hili muhimu Mheshimiwa Rais alipenda sana kuja kuungana pamoja nanyi lakini kutokana na majukumu mengine yaliyojitokeza ameshindwa kufanya hivyo na hivyo amenituma ili niweze kumwakilisha kwenye tukio hili muhimu. Nimefurahishwa mno na risala ile mliyoiandaa kwa ajili yake, yeye mwenyewe, na hamkutaka kuisoma kwa mgeni rasmi, mmeisoma kwake yeye mwenyewe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake ni kwamba uongozi wa Chama cha Walimu una ujumbe maalum kwa siku maalum kwa kiongozi maalum wa taifa letu. Nataka niwahakishie kuwa risala yenu nitaibeba kama ilivyo, namesitatia neno wala kuongeza. Nitasema tu, Mheshimiwa Rais, kama ulivyonituma wamesema haya, na kisha nitawasilisha risala hiyo. Kwa mantiki hiyo, na mimi kwa sababu hiyo ya Mheshimiwa Rais kupata dharura hiyo, nimepata heshima ya kuja kuungana pamoja nanyi. Ni ukweli usiopingika kuwa mimi kama mwalimu na kama mtu ambaye ni zao la chama cha walimu ninaona fahari kubwa kuona chama hiki bado kipo kinaendelea na wanachama wake bado wanaendelea kukiamini. Imani yangu ni kwamba mkutano wenu huu mtaumaliza salama, na Mungu tunawaombea awasaidieni muumalize salama. Ndugu wajumbe, wakati nakuja, naomba niwaletee vile vile salamu za viongozi wetu wawili, Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa mwalimu Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu hawa wote wamenituma salamu za upendo kwenu na wanawatakieni mkutano mwema uwe wa amani na mmalize kwa salama. Washiriki, leo tunakutana hapa kwenye mkutano mkuu wa saba. Ni siku ya furaha kwangu. Hii ni kwa sababu nimepata fursa ya kukutana nanyi ukizingatia umuhimu wenu kwenye jamii. Kama nilivyosema, hiki ni chama ambacho wanachama wake ni waumbaji wa pili wa mwanadamu baada ya mwanadamu kuumbwa na kuletwa duniani na wazazi wake kukaa naye kwa muda mfupi sana kabla ya kumchukua mwanadamu huyo na kumkabidhi mikononi mwa mwalimu ili uumbaji wa mtu huyo uweze kukamilika. Hiki ni chama, si chama cha kawaida, ni chama cha watu ambao wao kazi yao ni kazi takatifu, kama alivyosema Paul Freire kwamba walimu ni taaluma takatifu iliyojaa dhamira ya kumsaidia kila mtu na hasa mtoto kufikia ndoto yake wakati wa uhai wake wote. Hii ndio taaluma ya pekee kwenye dunia yetu inayomfundisha mwanadamu kujua pande kuu nne za dunia, kujua kwa nini jua linazama na kuchomoza, kujua sehemu mbalimbali za mwili na kumfanya kuwa raia mwema kwenye nchi hii. Ndiyo taaluma ambayo ikishikwa vizuri inalijenga taifa kuwa lenye umoja na mshikamano. Kama kuna dini zipo zinazohubiri amani na mshikamano taaluma ambayo inapaswa kupewa msukumo ili kuhubiri injili hiyo ni taaluma ya ualimu. Hiki ni chama cha watu muhimu kwenye nchi yetu. Nataka nichukue nafasi hii kuwakumbusha pia kwamba pamoja na jukumu kubwa la, la kufundisha ambalo mwalimu analo, mwalimu ni mzazi wa kiroho, kiongozi wa kifikra na ni mjenzi wa maadili katika jamii. Mwalimu akiwa kazini, yeye hufanya taaluma zote kama kuna wakati anafundisha darasani atakuwa mwalimu, wakati fulani wakigombana watoto atakuwa hakimu, na wakati fulani wakiumia atakuwa daktari kwa kutoa huduma ya kwanza, na yeye hugeuka kuwa mnasihi kwa kumfanya kila mmoja kuchagua njia ya kuiendea. Ningesema maneno mengi juu ya taaluma ya ualimu, itoshe kusema kama ambavyo wataalamu wengine waliwahi kusema, Education is the powerful weapon which can change the world. Na kwa sababu hiyo mabadiliko ya dunia hayawezi kutokea kama mwalimu hatashiriki. Niwashukuru mno, na kwa kweli leo ni siku yenu walimu wa Tanzania. Nimalizie kwa kuwakumbusha, kwa mabadiliko yote yanayotokea kwenye taaluma ya ualimu, mwalimu ndiyo aliyekaa kwenye kiti cha kuendesha ili mabadiliko hayo yaweze kutokea. Mimi kama mgeni rasmi na kama mwakilishi wa serikali kwenye siku hii muhimu nataka niwaambie ni walimu, serikali inatambua mchango wenu katika sekta ya elimu. Ninyi ndio wazalishaji wa taaluma nyingine katika sekta mbalimbali mbali tulizo nazo, iwe sekta ya afya, iwe sekta ya nishati, iwe sekta ya kilimo na sekta nyinginezo zote, haziwezi kutokea bila kuwepo kwa mwalimu. Nelson Mandela aliwahi kusema, it is through education that a dot of a prison can become a doctor hii inamaanisha kuwa ni kupitia elimu mtoto wa kijijini wa mkulima masikini anaweza kuwa chochote wakati wowote wa kama ambavyo waliokaa mbele huku walioitwa viongozi hawawezi kujivunia lolote kwa namna yoyote walivyo isipokuwa kwa mkono wa mwalimu. Chukua nafasi hii kuambia mafanikio yanayopatikana katika sekta ya elimu yana mchango si wa mbadala, bali wa moja kwa moja wa walimu wetu. Hivyo chama cha walimu mnao mchango mkubwa sana katika jamii kwa ujumla. Mnagusa maisha ya kila mmoja, mnawafanya watu wajue kuwa taifa letu ni taifa tunalohitaji kuliongoza. Chama cha wafanyakazi, kama mnavyojua ni chama cha wafanyakazi, ni lazima chama hicho kiwafikie wafanyakazi. Mathalan, ni chama cha walimu, ni chama cha walimu, ni lazima kiwafikie walimu wakati wote, kuwasikiliza, na chenyewe ndio mwakilishi wa walimu hao kwenye majadiliano ya serikali. Nimefurahishwa mno na matokeo ya zoezi la Samia Teachers Mobile Clinic na kwa kweli nawapongeza sana sana sana, mmewafikia walimu mmewasikiliza. Nilipata bahati siku moja kuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi wa moja ya kliniki hiyo. Niliyaona matumaini ya walimu, niliona chama kilivyowasogelea wanachama wake, niliona chama kinavyowasogelea serikali na kuwakumbusha wajibu wao wa kumhudumia mwalimu. Kwa kweli kama kuna jambo ambalo umelifanya kubwa ni kukirudisha chama kwa wanachama wake. Hongereni sana. Kupitia zoezi hili umefanikiwa kuwafikia walimu wengi na mmetatua kero nyingi za walimu. Nimejulishwa hapa kuwa zoezi hili umefanikiwa kuwafikia walimu wasiopungua elfu arobaini na nane, mia tatu na themanini. Na changamoto zilizowasilishwa, baadhi zimeweza kutatuliwa papo kwa hapo, na zingine zinahitaji muda kujiridhisha, zitatatuliwa baada ya muda si mrefu ni waombe wanachama wote na uongozi wa chama cha walimu mwendelee kuongeza ubunifu utakaowezesha kuja na mikakati mingine yenye lengo la kuwafikia wanachama na kuboresha utendaji kwenye sekta ya elimu. Nawapongeza pia kwa kuendelea kushirikiana na serikali kuboresha elimu kupitia miradi mbalimbali kama ambavyo umeieleza kwenye risala yenu. Na kuna watu wengine wanaweza kuwa wanadhani kuna mambo yanatokea tu kwa bahati mbaya, yanatokea kwa sababu kuna chama cha wafanyakazi kinachozungumza kama sauti moja kwa niaba ya walimu. Huko tulikotoka yako mambo yakitokea, mtu anaweza kadhani yametokea tu. Hayatokei hivi hivi, yanatokea kwa sababu serikali na vyama vya wafanyakazi wanazungumza ili kuyatafutia suluhu. Ninyi wale mliokuwepo hapa miaka ya nyuma, mnakumbuka chama hiki kilikuwa na kilio cha muda mrefu cha kulilia posho za madaraka. Ninyi mtakumbuka Mliwahi kuzungumza kwa sauti kubwa kwamba TSD ibadilishwe iwe TSC badala ya kuwa idara kwenye wa walim, tume ya utumishi wa walimu basi iwe tume huru inayojitegemea imsimamie mwalimu. Ninyi mtakumbuka, mliwahi kuzungumza mnahitaji chombo cha kusimamia taaluma na maadili ya ualimu, Teachers Profession Board. Jambo hili lilizungumzwa kwa nguvu yote, ninyi mnakumbuka wakati walimu wanaondolewa wadaraja che Chama hiki ndicho kilichopiga kelele ili walimu wale wapewe nafasi wajisomee wabaki kazini. Haya yakitokea, hata kama kuna mtu hata yataja, mbingu zitayataja ya kuwa ni mchango wa chama cha walimu kwenye taaluma ya ualimu. Ni niwaombe haya yote mliyo yasema na yale ambayo yametajwa kama changamoto kwenye risala ya katibu mkuu, lakini kwenye maelezo ya rais wa chama cha walimu, serikali itayachukua kwa uzito wake. Serikali ya awamu ya sita haijawahi kumpuuza mwalimu wa Tanzania, mara zote imekuwa ikimsikiliza, na kila mabadiliko mnayoyaona yanatokea ni mwitikio wa mwangwi wa yale mliyoyasema katika vikao vyenu vya ndani na vya nje na maoni yenu mnayoyatoa kwenye mahali mbalimbali mbali. Hiki ndicho chama pekee ambacho hata tunapotunga sheria nchini wanaitwa kama wadau kutoa maoni wakati bunge linatunga sheria. Haya hayaji hivi hivi, ni kwa sababu ni chama ambacho kimejijenga, kina msingi, na ni chama ambacho kina haki ya kusikilizwa kwa niaba ya walimu ambao ni wengi zaidi. Mheshimiwa Waziri ameeleza mambo mengi ambayo serikali imeyafanya, naomba niliongee machache tu, kwamba serikali ya awamu ya sita imefanikiwa kujenga, kwa sababu walimu walikuwa wanazungumza muda wote kwamba mazingira ya kufanya kazi siyo mazuri, kujengwe madarasa waziri ametueleza hapa madarasa 62,685 ya shule za msingi na sekondari, shule mpya za sekondari 1031, shule mpya za msingi 1580 na, na nyumba za walimu 1792 zimejengwa katika kipindi hiki cha awamu ya sita, na hii ni kuitikia wito wa chama hiki na wadau wengine kwamba walimu wanahitaji mazingira mazuri ya kufanya kazi katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2024 serikali imefanikiwa kulipa malimbikizo ya mishahara ya walimu laki moja na, laki moja na, moja, elfu mia tano tisini na sita na kulipa watumishi laki moja na hamsini na sita, mia tano na hamsini na sita madeni yasiyokuwa ya mshahara na kuongeza mshahara kwa watumishi wa umma ambapo kama mlivyoelezwa, kima cha chini kimeongezwa kutoka laki tatu na sabini hadi shilingi laki tano. Hii yote ni mchango ambao serikali ya awamu ya sita, na ni uthibitisho kuwa inasikiliza maoni yenu na kamwe haitapuuza jambo lolote mnalolisema. Ni imani yangu kuwa maboresho haya yataendelea kuongeza ari ya kufanya kazi kama ambavyo wajibu wenu, kama ambavyo moto wenu ulivyo, wajibu na haki. Wakati wote tuendelee kuchapa kazi, tuijenge nchi yetu. Hatuna mahali pengine pa kwenda, walimu. Tuna Tanzania moja, ni lazima tuilee. Watoto wanao kaa mbele yetu. Kati wote, wakati wote tuwakumbushe kuipenda nchi yao, wakati wote tuwakumbushe kulinda amani yetu. Kazi hii tutaifanya sisi walimu wa Tanzania. Mtambue vilevile kuwa serikali kwenye kuongeza nguvu kazi kwenye sekta ya walimu imeendelea kuajiri walimu. Hadi sasa jumla ya walimu wameajiriwa katika maeneo mbalimbali nchini. Lengo ni kuendelea kufanya hivyo ili kutatua changamoto zilizopo pia kuziba pengo la uwepo wa walimu ambao lilipo chini, hususan walimu wa maeneo ya vijijini ambako kuna upungufu mkubwa zaidi. Naomba pia mjue, kuwa ninapenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kutoa ajira kama nilivyoeleza, ili kufikia wastani wa mwalimu mmoja wa wanafunzi 45 kwa taratibu, kama ambavyo tutaendelea kuboresha maslahi ya walimu kadri uchumi utakavyoendelea kuruhusu. Nimelisikia ombi lenu la kutaka kuwa na mwajiri mmoja. Ni kweli Limesikika kwa muda mrefu, lakini nataka niwahakikishie, halidondoki kwenye sikio lisilosikia. Serikali inalichukua, serikali inaendelea kulifanyia kazi ili liwe na tija. Namna ya utekelezaji wake, serikali itaendelea kuwasiliana na ninyi pale ambapo itaona kuna mahali pa kurekebisha, na pale ambapo itaona kuna mahali pa kuboresha. Imejulishwa vile kuwa tumeanza mtaala wa kuboresha lengo la kukuza elimu iliyotolewa nchini ili kuwafanya wanafunzi wetu waweze kujitegemea wanapomaliza masomo yao. pende kuhakikisha kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua stahiki kuhakikisha kuwa walimu wote wanapata mafunzo ili waweze kuendana na mabadiliko tunayoendea. Ndugu washiriki, ndugu wajumbe, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba nitumie fursa hii kuwasihi kuendelea kusimamia misingi ya haki, usawa, uwazi, hususan wakati wa majadiliano na utatuzi wa masuala yanayohusu chama chenu. Endeleeni kufanya kazi kwa bidii, kwa uadilifu na uwajibikaji, ili kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania na hususani wanachama wenu. Nimejulishwa pia mtakuwa na uchaguzi. Nataka niwatakieni kila la heri kwenye uchaguzi huu mnaouendea. Nataka niwaombe walimu wa Tanzania na wajumbe wa mkutano mkuu, chaguzi ni tukio la mara moja baada ya miaka mitano, lisiwagawanye kwa kuvunja chama chenu. ninafahamu Ninafahamu uchaguzi unapokamilika kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanyika kuunganisha makundi. Niwaombe wale mtakaoshinda msiwanange mtakaowashinda, tena kwa maneno ya upambe, tumewapiga. Hakuna aliyepigwa, ni chama kinahitaji kupata viongozi. Na wale ambao mtakaokosa nafasi msikasirike, kwa sababu chukio hili lina matokeo mawili tu, bahati mbaya linakupata ama kukosa. Wale watakaopata mwaunge mkono wale waliokosa, mjue ninyi ni ndugu mmoja, na wale mtakaokosa mwasapoti wale watakaopata, ili mjenge chama chenu. Ndugu zanguni, chaguzi mara nyingi huwacha makovu. Ziko taasisi nimeziona kwa umri wangu, na mimi sina umri mdogo, sasa nina umri ambao umesogea kidogo. Nimeona mengi na nimesoma mengi, nimeona ziko taasisi ambazo baada ya uchaguzi wanashindwa kubeba kile kitu kinachoitwa the election shock, yaani mtikisiko wa uchaguzi. Wanabaki na makundi, na bahati mbaya sana wanatokea watu wanajiita wa mtu badala wa kuwa wa taasisi. Ninyi kuweni wa taasisi, mjenge taasisi yenu. Wapeni heshima kina Mzee Rweumbiza ambao walitembea wakati mwingine kwa mguu hawakuwa hata na posho ya kulipana ili wakakijenge hiki chama wakakifanya kikakuwepo, na sisi tukawepo, kikatupa fursa tukafika mahali hapa tulipofika. Wapeni heshima walimu wa Tanzania kwa kuwa wamoja zaidi, kama asitokee miongoni mwenu wa kuwagawanya na kumwita huyu ni wa fulani na huyu ni wa fulani. Na kiongozi mzuri ni yule ambaye ana uwezo wa kukaa na mtu ambaye hata hakubaliane naye kwa maslahi ya taasisi. Msigawanyike, shikamaneni. Hii ni taaluma takatifu ya watu wa uumbaji wa mara ya pili. Pendaneni, shirikianeni, usikilizeni wimbo mliouimba wakati mnaimba, solidarity forever for teachers. Sikilizeni maneno mliokuwa mnasema, wafanyakazi tujiunge pamoja. Mkijiunga pamoja, mtajenga taasisi yenu, mtawafanya walimu wengine waone kiu ya kuja kwenye chama chenu. Mkikaa pamoja mtawafanya watu wengine waone ni darasa la kuja kujifunza kwenu. Mtayaleta mataifa ya Afrika kuja kujifunza chama cha wafanyakazi kinavyosukuma ajenda pamoja na serikali kwa maslahi ya wanachama wake. Wazeni jambo moja, chama chenu, mnaweza kuwa marafiki, mnaweza kuwa na wapambe. Wapambe hawatajenga chama, isipokuwa wanachama watajenga chama. Shikamaneni kama wanachama, unganeni kama wanachama, ombeni kura kwa heshima. Msivunjiane heshima, msidhalilishane wala msitukanane, amesema waziri hapa. Chama chenu kifanyeni suruhu na migogoro mlionayo, muimarize ndani yenu, ninyi kwa ninyi, wala msikaribishe mtu kutoka nje. Itumieni mitandao kwa maana ya kulindiana heshima yenu, mkithaminiana. Mtakaposafiri mkaenda mikoani kwenu, muendelee na lile jina mnaloitana comrade, mkae mnywe maji kwa pamoja hata ukienda uwani ukaacha maji yako uwe na amani nitayakuta yakiwa salama kwa sababu mnapendana. Ninawatakieni mkutano mwema na nawaombea kwa Mungu. Mboso alitofautiana na waimbaji akasema, watu wanasema riziki mafungu saba. Mboso akasema hapana, riziki ni mafungu mawili tu, kupata ama kukosa. Mimi nawaombea wote mpate fungu la kupata ili mjenge hiki chama ili mwafanye walimu wengi kiwe kimbilio kwenu. Ninawatakieni kila laheri na nawaombea kwa Mungu kwamba kila wakati mtakapokuwa mkikaa kama walimu mjue, mwana taaluma mmoja alisema, mwalimu bora ni yule aliyeacha alama kwa wanafunzi wake, si darasani pekee, bali katika maisha yake yote. Tukubali kuwa wote tulioko hapa, kuna walimu waliacha alama kwenye maisha yetu. Tuendelee kuwaenzi walimu wetu wa kuufanya uwalimu kuwa taaluma ya heshima, kwa ukifanya chama hiki kuwa chama chenye umoja, takaposimama na kusema solidarity forever, iwe forever for solidarity, lete walimu wote wakutane kwenye jumuiya hii kama watu wa aina moja. Baada ya kusema hayo na baada ya kuzungumza mengi, niwatakieni kila laheri kwa niaba ya Dr. Samia Suluh Hasan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mkutano wenu huu mlio nao. Ninaamini mtakaporudi nyumbani naombea kwa Mungu mrudi kwa salama. Wale mlioacha familia zenu mkawasalimie, na wale ambao mmekuja na familia zenu mwendelee kufurahi kuwepo Dodoma. Nawatakia kila la heri uongozi mpya utakaoingia na uongozi ambao unaendelea kuwepo. Nikiri kusema kuwa mmeandaa mkutano mzuri, hongereni, nawatakieni kila la heri. Na, na baada ya kusema hayo mengi, kwa niaba yake yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan naomba kutamka kuwa Mkutano wa saba wa chama cha walimu Tanzania wa mwaka 2025 nimeufungua rasmi. Na asanteni kwa kunisikiliza. Haya, tusimame, tusimame wote, makofi na vigelegele sampeni.